Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuzungumzia idadi ya watalii waingiao nchini. Kutokana na mchango mkubwa wa sekta ya utalii katika kuingiza fedha za kigeni nchini na kukuza uchumi wa maendeleo na maendeleo, serikali imeendelea kuchukua hatua mahususi ili kuhakikisha sekta hiyo inaendelea kuwa na mchango mkubwa katika pato la taifa letu. Kutokana na umuhimu huo, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliamua kufanya jitihada binafsi za kutangaza vivutio vya utalii nchini kupitia filamu ya Tanzania ijulikanayo kwa The Royal Tour na Amazing Tanzania. Jitihada hizo zimechangia kuongeza idadi ya watalii kutoka watalii milioni moja laki saba na kumi na moja elfu mia sita na ishirini na tano kwa mwaka elfu mbili na ishirini na moja hadi watalii milioni tano laki tatu sitini elfu mia mbili arobaini na saba kufikia mwaka 2024. Kati yao watalii wa kimataifa waliongezeka kutoka laki 9, 22,692 mwaka 2021 hadi milioni 2, laki 1, 49,895 kwa mwaka kufikia mwaka 2024 sawa na ongezeko la asilimia 132.24, na idadi ya watalii wa ndani nayo imeongezeka kwa asilimia 307.94 kutoka watalii laki 7, 88 1,788,933 mwaka 2021 hadi watalii milioni 3,218,352 kufikia mwaka 2024. Eneo la ujenzi wa madaraja makubwa. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imekamilisha ujenzi wa madaraja makubwa ya Tanzanite iliyoko jijini Dar es Salaam lenye urefu wa kilomita 1.03, kule Wami mkoani Pwani lenye urefu wa mita 510. Aidha, inaendelea kutekeleza ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi mkoani Mwanza lenye urefu wa kilomita 3.2 ambao umeshafikia asilimia 98. Lengo la ujenzi wa madaraja hayo ni kurahisisha shughuli za kiuchumi na ufikiwaji wa huduma za kijamii kwa haraka kwa kupunguza foleni na muda wa usafiri wake. Mheshimiwa naibu Spika. Ujenzi wa ukarabati wa meli katika maziwa makuu utoaji wa huduma za usafiri katika maziwa makuu umeendelea kuimarishwa ili kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapiga hatua za kiuchumi. Kazi zinazotekelezwa ni pamoja na ujenzi wa meli ya MV Mwanza kwa gharama shilingi bilioni 109 ujenzi wa meli hii umefikia asilimia 98 na itakapokamilika itakuwa na uwezo wa kubeba abiria 1200 pamoja na tani 400 za mizigo, vile vile magari madogo ishirini na malori matatu. Mheshimiwa Naibu Spika, vilevile Serikali inaendelea na ukarabati wa meli katika ziwa Tanganyika ambazo ni MT Sangara kwa gharama ya dola za Kimarekani milioni 3.60, ambao umefikia asilimia 98. Vilevile mradi huo utakapokamilika utawezesha kubeba shehena ya mafuta kiasi cha lita 410,000, na MV Liemba kwa gharama ya dola e, za Marekani milioni 13.19, ambao umefikia asilimia 15 na mradi huo utakapokamilika utawezesha kubeba abiria mia sita na tani mia mbili za mizigo. Mheshimiwa Naibu Spika ukamilishi Mheshimiwa Spika, naomba kueleza pia kwenye eneo la kuongezeka upatikanaji wa huduma ya maji miji, mijini na vijijini. Hali ya upatikanaji wa maji imeendelea kuimarika kutokana na utekelezaji wa miradi ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya kutolea huduma za maji vijijini na mijini jumla ya miradi 1633 imekwisha tekelezwa, kati ya hiyo miradi 1335 ni ya vijijini na miradi 298 ni ya mijini. Miradi hiyo imeongeza kiwango cha upatikanaji wa huduma za maji vijijini kutoka wastani wa asilimia 70.1 kwa mwaka 2020 hadi wastani wa asilimia 79.6 kwa mwaka 2025. Kwa upande wa mijini kutoka wastani wa asilimia 84 kwa mwaka 2020 hadi wastani wa asilimia tisini kwa mwaka 2025 kutokana na ongezeko hilo wananchi 12547 eh, milioni wananchi milioni kumi na mbili laki tano elfu arobaini na saba mia tano ishirini na sita wamenufaika na huduma ya maji safi na yaliyo salama